Tuelezea kisa cha Ibn Taymiya, fungua mujaladi wa 14, kurasa wa 115 babu wafati Taqiyuddin Shaykhul Islam Ibn Taymiya, blango wa kubwa. Ibn Kathir asema kutabaruku yafaa, watu walitabaruku na sayyidina na al-imamu Ibn Taymiya, Ibn asema falamma mata Ibn Taymiya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alipokufa, watu waliingia ile sehemu aliyokufa, kisha watabaraku. Ushahidi, watabaraku biruyatihi wa takbilihi, watu wakatabaruku na Ibn Taymiyyah kwa kumtizama na kumbusu. Maiti huyo sio hai, hapana. Leo tuambia ndio hai kuhusu mkono wake ni shirki Kumbe watu watabaruku na mtu ashakufa, wa wanambusu tena Ibn Taymi wanabusu kweli, kweli tena, watu wanapigania Sheikh, watu wanapigania, watabaraku biruyatihi watakbilihi, asema na lile janaaza lake watu wakapigania, kila mmoja angalau apate, apate kutabaruku nalo, watu waka wanarusha vile bavao kwenye janaaza ili wapate baraka za nani, za Ibn Taymi rahimahullah. Ibnu Kathir huyo mwanatuoni mwana wa tatu nakutajia huyo. Imam Shafi wa kwanza, wa pili Imam Ahmad, wa tatu Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah, kwenye kitabu Al-Bidaya wa Nihaya, mujaladi ni wa 14 ukurasa ni 115 babu wafati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Imam wanne ni niiawaw Al-Imamu Nawawi, Al-Imamu Nawawi amesema maneno haya kwenye kitabu chake sherhi Sahihi Muslim mujalladi wa tatu ukurasa 174 asema wayajuzu atabaruku bi athari salihina wa stimali fadli tuhurihim wa sharabihim wa libasihim, yafaa watu kutabaruku na athari za watu wema. Mtu mwema ukimuona shekhe amekuja, usimuwacha kupite, mpe maji akusomee abakuombee dua, ile nafasi usipoteze. Ndivyo walivyokuwa wazee wetu, jamaa rogo. Ndugu zangu, walikuwa mashekhe zetu wakifanya hivyo, wakija mashekhe, watu wanapigania mikono yao kubusu, ili wapate baraka. Kwa hiyo unapomwona mtu mwema, tafuta maji yake, tafuta chakula chake, tafuta dua zake pia, ili upate baraka zake. Ndugu Muislamu, huyu ni imamu wa nne. Twende kwa imamu wa tano. Imamu wa tano ni

ama kule kuta, kuta, kutabaruku kubusu sehemu takatifu, ukabusu msikiti, ukabusu Alkaba, ukabusu kaburi ya mtu mwema, mefahamiana eh? Asema ama uka, ukabusu mikono ya watu wema, mikono ya watu wema ukaikamata ukaibusu, ama miguu yao pia. Allahu Akbar, sika maneno hayo. Asema ama miguu yao pia ukaibusu, fahia hasan, ni jambo zuri hilo Mahmuda, jambo lenye kuhimidiwa, sio shirki. Yani mahmuda, imam imam mkubwa. Leo ndugu zangu, hatari iliyopo watoto wanakatazwa kubusu mikono ya baba yao. Mtu kubusu mkono wa babake ni shirki, ama mkono wa shekhe lako aliyekusomesha kubusu mkono wake ni shirki, wallahi haifai, kuna kubusu mkono bwana ala watu walibusu mikono na, na miguu Mtume Muhammad, watu walikuwa kibusu mikono yake na miguu. Soma Fathu Lbari, Sherhe Sahihi Lbukhari, mujaladi wa 11 ukurasa wa 45 5 wa, wa, wa masahaba wakibusu mikono ya mtume na miguu ya mtume. Leo khatari nituambiwa ni shirki. Wanafunzi, angalia sisi alhamdulillah, nashukuru madrasa zetu nashukuru, alhamdulillah, wanafunzi wetu nawafundisha, lazima wabusu mikono ya, ya, ya wazazi wao, wabusu mikono na shekhe lao. Wewe utaona tu mwanafunzi utamjua, ukikiona hakupiti salamu alaykum, adabu ile, hishma, adabu. Lakini kuna wengine nakupata mkono hivi, vipi mzee, uko sawa e, yani kama player vile wa mpira. Ile adabu hakuna. Leo wazazi wazazi hawabusi mikono mimi nishaambiwa mwanangu alisoma, yani kuna mtu ananiambia, mtoto wangu nimempeleka madrasa, alikuwa mwanzo ma, akinibusu mkono, sasa habusu tena mkono wangu, asema tumekatazwa, huyo ni shirki ni bid'a kubusu mkono. Subhanallah, adabu iko wapi? Ndio leo heshima hamna na adabu ikikosekana, iki ndio elimu inapotea hivyo. Elimu bila ya adabu, sheh, haifai, haina kitu. Hapo wazee wetu walikuwa na adabu na heshima, adab maal ulama. Adabu tavipe, tamuona shekhe lako usimbusu mkono wewe. Kumbe kule kubusu mkono ni baraka, ile uipata wewe. Babako napumbusu na mkono ni baraka, uipata ile, anakuombea ana dua. Wewe unampa mzee mkono, mzee anakujukuu, wampa mkono mzee, mkono hivi, ule mzee akikulani vipee? siau mtoto mboni ana adabu huyu lakini unapobusu huyo mkono wa mzee asema, alhamdulillah, mtoto huyo, ya Rabbi, bariki huyo kijana huyo. Dua dua unaipata unaipata. Ndio wazee wetu malezi waliotufundisha ni haya ya adabu, hishma. Leo yamekuja kuondoshwa haya yamekuja kuondoshwa, tukamba bida shirki. Lakini angalia maulama Imamu Nawawi kwenye kitabu chake Al Adhkar ukurasa mia tisini na tano asema nini? wa amma takbilu ama kule kubusu mkono wa mtu mwema, fahiya mustahabba, ni jambo lenye kupendekezwa hilo. Kule kubusu mkono wa mtu mwema ni jambo lenye kupendekeza, ni sunna. Maana yake kubusu mkono wa mtu mwema, mwanachuoni aliyebeba Qur'ani na sunna, mbusu mzee wako babako, busu pate baraka, maulamaa wakubwa kama hao

Fish free. Uh -huh. So I hope you guys will come back again. Oh, yes. On... <tip> Allahu Akbar, Ibnu Abdil Barri Al-Andalusi. Mtu mwema ile sehemu yake ya kulala na wewe lala. Mtu mwema ile sehemu yake ya kusomesha na wewe kaa pale. Baraka, tupate baraka. Baraka zipo. Imamu wa nane ni Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Mtume Muhammad

Wa umur akhira ni ukurasa wa mia moja na saba. Anasemaje? Anasema wayajuzu na inafaa atabaruku kutabaruku